Muungano wa wazazi pamoja na viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Nyamira wamekemea vikali ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia na mauaji ya wanawake nchini. Wakizungumza kwenye hafla mbalimbali mbali huko Nyamira, viongozi hao wameitaka serikali na asasi za usalama kukaza kamba katika kukabiliana na visa hivi vya kuwa, na kuwakamata na kuwafungulia mashtaka wahusika. Wazazi kwa upande wao wamelalamikia utovu wa nidhamu na utekelezwaji wa mila potofu katika jamii kama baadhi ya yale yanayochangia visa hivi. I was so sad. Wakati nilisikia ati kuna mama amepigwa kutembea mitandao. Sisi sasa tumeenda mpaka Amerika, mpaka Australia everywhere tunajulikana ati wa, wa, wa, wa Kenya na sana sana kwa Kisii kwa Nyamira, wanapiga wamama ati wanataka wamama wafanye vimira kimira ambacho ilipitwa na wakati samani. Tumeshuhudia watoto wetu wasichana wengi, kuna mwingine alikuwa university, ni kutoka jamii ya Omogusi, juzi amenyonga na wakora Tunakuomba rais, tafadhali, angalia kwamba vikosi vya polisi vinatulindia watoto we wetu. Hatutaki kuona tukituma watoto university wanarudi kunyo kunyongwa.